Uh, Mr. Tangawizi hapa. Uh, leo nizungumzia aina mbalimbali za chai ambazo zina zinafaa zina na zinauiana ku chemistry na tangawizi na ikawa ni nzuri sana kiafya. Uh, tumesha tumeshaangalia video iliyopita kuhusiana na issue ya nutrients ambazo ni muhimu kiafya na kwa nini kuna kauli ile inasema kwamba tangawizi ni dawa kiafya. Na tangawizi ipi inakuwa ni dawa kiafya? Tumeshaangalia kwa maana ya nutrients ambazo ni muhimu kwenye mwili wa ikatumika uh, ni nini nini, uh, kwenye na dawa, lakini pia kwenye vyakula mbalimbali kama biskuti, ginger snacks, na vitu vingi tu ambavyo ambavyo, ambavyo, vinatumia tangawizi, lakini tukija kwenye issue ya chai chai unaweza ukai brand tangawizi yenyewe ukawa unakunywa kama uh, kama juice ule mchuzi wake unakunywa kama juice tu kawaida. Yes, hata Japani, Ujerumani huko watu wanafanya hivyo kama sehemu ya kikombe chao cha kila siku. Lakini pia unaweza ukachemsha maji ya moto e, ukamimina uka kwenye kikombe cha chai ukachota tangawizi ukakoroga ukaweka sukari kwa mbali, ukawa unakunywa kama ni sehemu ya kikombe chako chenye faida cha kila siku, unakunywa asubuhi na jioni, ni safi lakini pia kuna namna nyingine, unachemsha maji ya moto unamimina kwenye kombe cha chai, unakamlia kipande cha kimoja cha limau, unachota na asali, unakoroga, unakuwa unakunywa kila siku, ni chai yako nzuri sana. Mbona ukizungumzia ishu nyingine, pia unaweza ukachanganya asali, uh, unga mbegu za unga wa majani ya mlonge na tangawizi yenyewe hapo pia ni chai moja very heavy changa, tanga, tangawizi nzuri sana na chai nzuri sana kwa ajili ya afya. Kwa hiyo hizo ni namna ambazo unaweza ukachota nutrients kupitia namna ya ulaji au kupitia kuingiza kwenye mwili wako. Kwa hiyo hiyo uh, ni namna chache ambazo unaweza kuzitumia, lakini sio hivyo tu. Tangawizi haiko limited kwenye vyakula. Tunaona kwenye nyama tangawizi inafaa, tena inafaa kwa kweli, nyama losti, nyama mchuzi safi sana, lakini pia kwenye maharage inafaa sana, maona tangawizi. Kwa hiyo tangawizi ina ina sifa ya kifamasia, lakini pia ina sifa ya kufaa kwenye sahani mbalimbali mbali za, za za, za milo. Kwa hiyo tangawizi ina umuhimu wake, ina faida zake. Kwa hiyo hizo ni namna chache ambazo wewe unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kupata zile nutrients ambazo zipo kwenye tangawizi. Ndio maana tangawizi wengi wanasema labda anatumia kwa ajili ya kifua natumia kuchanganya dawa nyingine nipate nafuu, natumia kurahisisha mzunguko wa damu. Yes, tangawizi na nutrients na lipids, na calcium, ina vitu vingi sana ambavyo ni muhimu. Kwa hiyo hizo ni namna ambazo unaweza ukatumia tangawizi kwenye sehemu yako ya mlo. Kwa hiyo ukipata kikombe kimoja cha tangawizi ni umechukua shehena ya nutrients nyingi sana muhimu ndani ya mwili wako Kwenye ishu ya complication ya afya kwako, kwa itakuwa ni historia kikubwa tu. Hakikisha unatumia tangawizi kwa mtiririko, yani kwa consistency, sio unatumia leo kesho unaacha au unatumia kesho kesho kutwa umeacha. No, chukua iwe sehemu ya mlo, chukua iwe sehemu ya siku yako. Inavyoisha utafurahi na utaona jinsi gani unavyoboresheka mwili wako unavyoboresha mwili wako ukiwa unatumia tangawizi kama sehemu ya mlo wako kila siku. Asante, imekaa sawa